Mwete, sasa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge Utawala, Katiba na Sheria, kwa niaba yake Mheshimiwa Daktari Oscar Shengoma Kikoyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba kutaarifu Bunge lako tukufu. Taarifa hii yote ingie kwenye kumbukumbu kumbu rasmi za Bunge. Taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2024/ 2025, pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/ 2026. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 118 11, 18, kanuni ndogo ya tisa ya kanuni za kudumu za Bunge, toleo la Februari 2024, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2024 2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi mashariti yaliyokusudiwa na kanuni ya 118 kanuni ndogo ya tisa ya kanuni za Bunge, taarifa hii imegawanyika katika sehemu zifuatazo: Aa. Sehemu ya kwanza inatoa maelezo ya jumla kuonesha misingi na muundo wa taarifa pamoja na namna kamati ilivyofanya kazi yake. B. Sehemu ya pili inahusu uchambuzi na utekelezaji wa bajeti kwa kuangalia mwenendo na upatikanaji wa fedha za bajeti, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uzingatiaji wa ushauri na maoni ya kamati. Cha. Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Da. Sehemu ya nne inahusu majumuisho ya maoni na ushauri wa kamati na mwisho sehemu ya tano ni hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa kamati kufanya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti na makadirio ya ofisi ya makamu wa Rais, muungano na mazingira ni kwa mjibu wa kanuni za kudumu za Bunge, toleo la Februari mwaka 2024 kifungu cha sita kifungu kidogo cha pili ba kikisomwa pamoja na kifungu cha saba kifungu kidogo cha kwanza, a cha nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za Bunge zinazotambua jukumu la kamati kufanya uchambuzi huu. Aidha, kanuni ya mia moja kumi na nane kifungu kidogo cha nne cha kanuni za kudumu za Bunge imeweka masharti yanayotaka taarifa ya utekelezaji na makadirio ya ofisi hii kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Naomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa masharti hayo yote yamezingatiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi huo kamati ilipitia jumla ya mafungu mawili ambayo ni fungu la 26 ofisi binafsi ya makamu wa rais na fungu 31 ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. matokeo ya uchambuzi na tathmini. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchambuzi wa taarifa za utekelezaji wa bajeti na makadirio ya mapato na matumizi yanayoweka misingi wa ushauri wa kamati kuhusu hoja ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Kwa sababu hiyo, ili kuwezesha ufuatiliaji mzuri wa mawasilisho wa wasilisho hili, naomba na kubainisha mambo makuu matatu yaliyochambuliwa kama ifuatavyo: namba moja ni mwenendo wa upatikanaji wa fedha za bajeti ya matumizi ya kawaida na bajeti ya maendeleo; namba mbili taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira na namba tatu uzingatiaji wa maazimio ya Bunge hili. Mheshimiwa mwenyekiti, fungu namba 26 ofisi binafsi ya makamu wa rais. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024 2025 20, fungu hili liliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni kumi na sita milioni 969,208,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 100 bilioni 989.20 ni mishahara na bilioni bilioni 13.49 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025. Fungu hili lilipokea jumla ya shilingi bilioni 11.29, sawa na asilimia 66.6 ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge hili ambayo kati ya fedha hizo shilingi milioni 473.715 ilikuwa ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 10.82 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi mengineyo OC. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 31, ofisi ya makamu wa rais muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024 2025 fungu hili lilidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 14.84 kati ya fedha hizo shilingi bilioni kumi na nne nukta moja nne ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambapo shilingi bilioni tatu ilitengwa kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni kumi na nne ilitengwa kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, bilioni shilingi bilioni mia saba ambayo ni sawa na asilimia nne pointi mbili ilitengwa kwa ajili ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti hadi kufikia Februari 2025 ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira ilipokea jumla ya shilingi bilioni 8.31 kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambayo ni sawa na asilimia 58.8 ya bajeti iliyoidhinishwa na shilingi milioni 122.08 sawa na asilimia 17.4 ilipokelewa kwa ajili ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha hizo kwa taasisi za ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ni kama inavyoonekana katika jedwali namba moja na jedwali namba mbili iliyopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ujumla mwenendo wa upatikanaji wa fedha katika ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ni wa kuridhisha kama inavyoonekana katika jedwali namba moja, isipokuwa katika fedha za miradi ya maendeleo ambazo kamati ilielezwa kwamba sababu ya upungufu wa upatikanaji wa fedha za ndani za maendeleo umetokana na mkandarasi kutowasilisha hati za malipo kwa serikali, ili hazina ili iweze kutoa fedha za kumlipa mkandarasi. Mheshimiwa mwenyekiti, aidha kamati ilielezwa kwamba mkandarasi ameshawasilisha, amesha serikalini hati ya pili ya malipo na hivyo hadi mwisho wa mwezi huu serikali kupitia mfuko mkuu wa hazina itakuwa imeshamlipa na hivyo kumwezesha kuendelea na kazi zilizobaki katika miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na wizara hii. Tathmini ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira kwa mwaka wa fedha 2024 ilidhinishiwa jumla ya milioni mia saba kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo mchanganua tatu kiti wa fedha hizo unaonekana katika jedwali namba tatu lililopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilichambua utekelezaji wa bajeti ya miradi ya maendeleo inayosimamiwa na wizara na kubaini yafuatayo: ujenzi wa ukarabati wa ofisi wa ya makazi ya makamu wa rais mradi namba 6309. Eh, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mradi wa ujenzi na ukarabati wa ofisi na makazi ya makamu wa rais uliopo Rithuli jijini Dar es Salaam na Mtumba jijini Dodoma umekamilika kwa asilimia kubwa, ambapo hadi kufikia Februari 2025 wizara imetekeleza shughuli zifuatazo: namba moja, ujenzi wa jengo la ofisi ya makamu wa rais katika mji wa serikali Mtumba, ambapo mpaka kufikia Februari mwaka 2025 hatua iliyofikiwa katika ujenzi huo ni asilimia 85. Namba na mbili, ukarabati wa majengo ya ofisi ya makamu wa rais yupo Lithuli Dar es Salaam. Wizara inaendelea na ujenzi wa eneo la kuegesha magari, ujenzi wa mfumo wa maji safi na maji taka, ujenzi wa lifti na uwekaji mifumo ya umeme, na hadi kufikia Februari mwaka 2025 ujenzi ulikuwa umekamilika kwa asilimia 69. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kukamilisha sehemu kubwa na kusisitiza utekelezaji sehemu ya miradi iliyobakia kama walivyotengewa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa uchambuzi wa bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kamati ilitoa maoni, ushauri na mapendekezo mbalimbali ili kuboresha utekelezaji wa bajeti ya ofisi hiyo. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa sehemu kubwa serikali imezingatia maoni na ushauri wa kamati, uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi ya, ya fedha mwaka 2025/2026. Mheshimiwa mwenyekiti, matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2025/2026, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira pamoja na taasisi zilizoko chini yake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 38.10 ikiwa ni fedha za matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2.76 ni mishahara na shilingi bilioni 35.33 ni matumizi mengineyo kama ambavyo imechanganuliwa chang, ime katika jedwali namba 4 liliyopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2025-2026 imeongezeka kwa asilimia 18.36 ikilinganishwa na mwaka wa fedha unaoishia. Kamati imebaini kwamba moja kati ya sababu ya ongezeko hili limechangiwa na sababu mbalimbali ikiwemo kupanda kwa bei ya bidhaa. Hata hivyo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba fedha zinazoombwa zitumike vizuri, na ili kuhakikisha hili inatekelezwa ipasavyo na serikali kuhakikisha kwamba imewasilisha mbele ya kamati taarifa mbalimbali za utekelezaji wa bajeti kwa mujibu wa sheria. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025 2026 ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 1.7 ambazo ni fedha za ndani kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa, wa maendeleo ya ujenzi wa ukarabati wa ofisi na makazi ya makamu wa rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025 2026 imeongezeka kwa shilingi bilioni moja sawa na ongezeko la asilimia 41 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoisha. Kamati ilielezwa kwamba ongezeko hili la bajeti limechangiwa na ongezeko la bei za bidhaa za ujenzi kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali namba tano lililopo kwenye taarifa hii ya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inaipongeza inapongeza jitihada za serikali kuendelea kupanga bajeti ili kutekeleza miradi yake kwa kutumia fedha za ndani pekee bila kutegemea fedha za kutoka nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni ushauri wa kamati, maoni ya jumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia majadiliano ya kina kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2025 2026, kamati inatoa maoni ushauri na mapendekezo ya jumla kwa mafungu yote kama ifuatavyo: moja serikali kushindwa kupeleka bajeti iliyoidhinishwa kwa wakati kwa wizara huweza kuchangia kupunguza kasi na ufanisi wa utendaji kazi wa ofisi hii. Namba mbili, kutokutolewa kwa fedha za maendeleo kwa wakati kunapelekea miradi ya maendeleo kutokamilika kwa wakati na hivyo kuchelewesha utoaji wa huduma kwa wananchi uliokusudiwa. Ushauri mahususi fungu kwa fungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu 31, ofisi ya makamu wa rais, serikali ihakikishe kwamba inatoa fedha za maendeleo na matumizi mengineyo ili kuwezesha wizara hii, taasisi na idara zilizoko chini yake kutekeleza majukumu yake kwa wakati na kwa ufanisi. Namba mbili, serikali ifanye tathmini ya utekelezaji na mafanikio wa miradi ya maendeleo inayohusu muungano. Namba tatu, serikali ihakikishe inasimamia kikamilifu mchakato wa, wanzi, wa kuanzishwa kwa kituo cha kumbukumbu kumbu na nyaraka za muungano wa Tanganyika na Zanzibar Makavazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hitimisho. Napenda kukushukuru kushuku, wewe binafsi Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa naibu spika na wenye viti wote wa Bunge kwa uongozi wenu na kutupatia nafasi ya kuwasilisha taarifa hii. Napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi wa hali ya juu na hatimaye kukamilisha kwa taarifa kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yote yaingizwe kwenye taarifa rasmi ya Bunge kama yalivyowasilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, naomba nichukue fursa hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Hamadi Masauni, Mbunge, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, na Mheshimiwa Hamis, Hamza Hamis, Mbunge, Naibu Waziri wa Nchi Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, kwa ushirikiano wao ambao umetupatia wakati wote wa kuandaa taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa wizara pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano wanaoipatia kamati wakiongozwa na katibu mkuu ofisi hiyo, mhandisi Cyprian John Ruhemeja, naibu katibu mkuu muungano, ndugu Abdalla Hassan Mitawi na naibu katibu mkuu mazingira, B. Christine Salome Salomoni Mdeme. Mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sio kwa umuhimu, napenda kumshukuru katibu wa Bunge ndugu Baraka Renard kwa kuratibu vyema shughuli za kamati na Bunge kwa mjibu wa katiba ya nchi. Aidha, kiupekee na washukuru sekretarieti ya kamati kwa kuratibu shughuli za kamati na kufanikisha kwa, kwa kiasi kikubwa na kwa weledi mkubwa taarifa hii, na nichukue fursa hii washukuru wana jimbo wa Muleba wapiga kura wangu, jimbo la Muleba Kusini, wilaya ya Muleba kwa ujumla wake, kwa upendo wao. Ni kwa upendo huo nasimama hapa mbele yako Mheshimiwa Mwenyekiti. Nawaomba waendelee kuniamini kwa kipindi kingine, ili niendelee kuwatumikia kama mbunge wao kwa maendeleo ya jimbo la Muleba Kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya sasa naliomba Bunge lako tukufu likubali kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa Rais, muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2025 2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha na, naunga mkono hoja. Asante sana.